tofauti ya profesa kabudi na mimi ni spidi hekima zake zilikuwa zinamfanya anaitazama jambo na kulikolo miaka sabini nyuma wakati anatafuta memory hivi mwaka sitini hivi ilikuwaje jambo hili hivi mwaka sabini ilikuwaje hivi mwaka themanini ilikuwaje mimi mini huo muda wa kutafuta rekodi sina Naomba watendaji wa wizara, kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako wene na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana. Eiha, wanaweza kukujuza watu kwa matakwa wanaotaka, lakini kwangu mimi tabia yangu mimi, sio unafiki. Sina tabia ya kukuchekea wakati moyoni nimekununia, sina tabia ya kukununia wakati moyoni nakuchekea. Furaha yangu utaiona, na hasira yangu utaiona. Ninawaomba watendaji wote katika idara zote na taasisi zote, kila mtu akae kwenye kiti chake na aenee. Nilikuwa na tafakari hapa wakati wa utambulisho nikamwona kijana mahiri kabisa anatambulishwa, ndio mkuu wa mambo ya utamaduni. Kaa kwenye kiti chako, uenee. Watu wa utamaduni wamebakiza jukumu moja tu la kuomba vibali, yaani wao kazi yao kwenye mawilaya na mikoa kufuatilia watu kupata vibali, yaani vile vibali vile wanafuatilia zile hela, hakuna kazi nyingine inayofanyika, na tunalipwa mshahara na serikali imetutawanya nchi nzima Bratha kafunga mkanda wako, ni wakati wa kupaa ndugu zangu, kwenye kila idara. Najua ukienda kwenye michezo, tuna michezo takriban zaidi ya elfu themanini kwa dunia nzima, ambayo inachanganya mpaka na tamaduni. Lakini ukienda kwenye michezo inayotambulika na kurasimishwa na ina mashirikisho, ni zaidi ya michezo elfu ishirini hapa Tanzania michezo yetu haizidi kumi. Tena mpira wa miguu ndio unaongoza, mingine nasuasua. Ukienda hata na kwenye basket, mpaka tumemwachia kijana mmoja msa, yeye ndio anahangaika peke yake. Kama ndio wa michezo, mtu wa michezo, kaa kwenye kiti yako na uenee kwenye habari. Tuna kazi kubwa, tuna maafisa habari mpaka kwenye wilaya <laughs> ndio nafika mahala wa watanzania wanaenda kulalamika kwa wanahabari huko mtaani. Wanahabari wanaamua kuripoti kero ya wananchi iliyotokea kwenye halmashauri zetu kwenye wilaya zetu, na inafika kipindi tunawachukia wanahabari wanaoripoti yale ambayo walipaswa kuripoti, na maafisa habari tulionao sisi wenyewe. Mkurugenzi na msimamizi na mkuu wa idara, naomba ukae kwenye kiti chako na uenee. Ndivyo ilivyo, hivyo hivyo kwenye sanaa, ndivyo ilivyo kwenye maeneo mengine. Ninasema hivyo kwa sababu mimi muda wa kusubiri sina. Umri wangu huu nisipokuwa na spidi ya kutimiza ndoto za Watanzania waliomwamini Daktari Samia wakamteua na mimi nitakuwa siandiki alama njema kwenye kizazi kilichopo. Ninafahamu ya kwamba kote nilikopita na nyinyi watumishi mmepata nafasi nzuri ya kufuatilia utendaji wangu wa kazi. Na mimi nimefanya kazi vizuri katika maeneo mbalimbali na tumeishishen na mikakati na namna unakisha, raisi, ya kuexecute unahakisha, unasimamia. Kwa hiyo sio kazi rahisi ya kusimamia taasisi. Ninaomba tusiangushane, ninaomba tusiangushane. Ningetamani kuiona wizara hii, kama nilivyosema, Prof, watu wanaiona kama ni wizara ya kawaida hii wizara, na kuhakikishia ndani ya mwaka mmoja, kama Mungu atatupa uhai na kubaki hapa, kila mtu alioko kwenye wizara nyingine ikiwemo wizara ya fedha, watatamani kuhamia wizara ya habari, michezo, na kama vile ukiwa unafanya kazi kwenye wizara hii unavaa vibaya nje ya geti <laughs> kwa sababu watu wote wenye hela wako wizara nini? E, matajiri wote wako kwenye wizara. Macelebrity wote nchi duniani wako wapi? watu wanatumia magari eh, kama ni Bugatti, Porsche Cayenne, G-Wagon hizo wako wapi? watu wanavaa saa za maana wako huko. Sasa wewe unaowakilisha no, kwenye nchi ukitembea kinyonge nyonge, manake mlango huu utakuwa mgumu kidogo kuingia kwenye muonekano <laughs> lazima tuhakikishe tunaiwakilisha wizara yetu kikamilifu, na natamani watumishi wote mlioko hapa na ambao hawako hapa watembee kifua mbele, ya kwamba wizara yao ni namba moja kwa kila kitu. Sisi ndo wale watu ambao, mtu wa madini akishapata hela anakuja huku, mtu wa madini akipata hela, mtu wa maliasili akipata wateja kule anakuja wapi? Yaani matumizi yote yako wapi? yako huku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 nitaenda kumlilia Daktari Samia atupatie fedha kiasi cha bilioni moja mpaka bilioni mbili tuwakopeshe vijana wa kwenye mitandao, wawe na vifaa vyao wenyewe, ili unaporekodi usirekodi kwa kisimu, urekodi kwa kamera ya mana, uwe na kompyuta yako vizuri, alafu tengeneza content ambazo dunia itaziona na kuiona Tanzania katika uzuri wake. Tunaenda kwenye mwezi wa Ramadhani na sisi, mwezi wa Ramadhani kwa kweli ni mwezi mtukufu, ila umekuwa wabaraka kwa dhehebu zote wa Kristo na Waislamu. Kwa miaka mingi, tumeona pale Dar es Salaam watu wakifanya Ramadhani Cup. Nishaongea na wale viongozi, mheshimiwa waziri, na kesho tutakuwa na kikao nao kuhakikisha kwamba tunaunganisha na wizara Ramadhani Cup, tunaipeleka kwenye mikoa mitano yawe ni mashindano yanayohamasisha na kuwafanya watu tukabaki pamoja unajua, fuatilia piadua ya, pia ya kwamba kwenye sekta ya walimu wetu hakutakuwa na washa wala si semina elekezi mpaka kila mtu haya, mlioenda kujifunza Kibaha mkajifungia na profesa, yametimia na kama mlikubaliana miezi miwili, kesho njoo na sababu kwa nini unafaa kuendelea kuwepo hapo, na miezi miwili imepita na ulichotimiza, vinginevyo utaturudishia hela uliokula Kibaha kwa sababu utakuwa ulienda semina na bure na hakuna matokeo yake. Jamani, tunasikilizana vizuri eh? Eh, sasa kama mzee anaondoka, mkimwona pale, mumwage kwa heshima vizuri, kwa sababu najua chumba kinaingia. Naomba kurudia tena, nimeangalia hapa Profesa yako alibana ngapi yako mambo alibana tisa, na mlienda nadhani mwaka jana, na mkakubaliana miezi mingapi? Mitatu kwa namna yoyote, kwa hesabu yoyote ile, miezi mitatu ishapita. Yaani tujumlishe, tutoe, tuzidishe, miezi mitatu ishafanya nini?